namtukuza sana Mungu kwa ajili ya safari nzima ya baba yetu mpendwa tangu alipoanza safari yake ya utumishi wakati anaanza utumishi wake sisi tulikuwa bado ni wadogo sana lakini tumepata neema ya kukua katika kumuona baba yetu na mpendwa wetu akitumika katika madhabahu ya Mungu na kwa hakika imekuwa ni jambo jema sana na la furaha kuona leo akiwa hai anahitimisha kwa maana ya kufikisha miaka sitini ya utumishi wake kwa, kwa, kwa kutumika katika madhabahu ya Mungu. Ametumika kwa muda wa miaka thelathini na mbili, na katika kipindi chote hicho, kwa kweli tunamtukuza Mungu kwa vile ambavyo amemtumia shambani mwa Bwana kuitenda kazi yake, lakini zaidi sana kuwaleta watumishi wa Mungu katika madhabahu yake. Na kwa kweli tunashuhudia sisi kama familia, sisi kama watoto wake, lakini pia kama waumini wake wa nyumbani tunashuhudia hakika imekuwa ni huduma njema sana. Jehova, nishike nishike mkono, E Bwana usiniache mwanao nikapotea. yaya, yaya, nishike, nishike mkono, E Bwana usiniache mwanao. Kwa niaba ya Dayosisi ya Magharibi Kati ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, na watangazia rasmi sasa kuwa mmestaafu utumishi kwa heshima, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na Amen. Bwana Mungu akuinulie uso wake, nakupe amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Akiukweli, yako mambo ya furaha, lakini yako mambo pia magumu ambayo yameshawahi kutokea ambayo yanakuwa yameweka historia, kwa maana ya kwamba kipindi fulani alikuwa akiondoka nyumbani anapotelea mapolini kwenda kutafuta mitaa, lakini pia kwenda kuhudumia mitaa mbalimbali. Wakati huo familia pia ilikuwa inahitaji faraja yake kama baba, lakini pia ilikuwa inahitaji huduma yake kama baba, lakini kama kiongozi wa familia kwa hiyo nyakati hizo mara nyingi zilikuwa zinatupa hukumu kwamba ukiangalia baba hayupo nyumbani, tuko na mama peke yake, na tunafahamu kwamba baba yupo, lakini yupo kwenye majukumu ya kitumishi. Kwa wakati fulani ilikuwa inatuvunja moyo kwamba ah, kwa nini baba angekwepo labda kitu fulani kwa sababu ya utumishi basi, tutia moyo, wanangu, nimetoka, na, na, Mungu, basi pia, na sisi akaa anatutia moyo kwamba wanangu ninapokuwa nimetoka na kwenda kumtumikia Mungu, na ninaamini Mungu ninayemtumikia basi pia anaendelea kuwalinda ninyi na sisi. Hicho kitu kilikuwa kinatutia nguvu sana. Kwako Bwana, napata amani, o, kwako Yesu, napata furaha, historia ya Mchungaji Eliuth William Nyanzali. Mchungaji Eliuth William Nyanzali alizaliwa tarehe moja mwezi wa sita mwaka 1964 katika kijiji cha Mambo Matali, kata ya Mlolo, tarafa ya Tanangozi wilaya ya Iringa vijijini mkoa wa Iringa. Mchungaji William Eliuth um, Nyanzali e, mwaka 1966, alipata ubatizo katika kanisa la Moravian ial kigango cha Katenge huko Mgama Iringa vijijini. Mwaka 1982 mpaka 85 alikuwa mwimbaji wa kwaya ya vijana katika kanisa la Moravian Sevia. Mwaka 85 mpaka mwaka wa 90 alikuwa mwimbaji wa kwaya ya Tabora Lutheran na kwaya TLC ushirika wa Tabora mjini. Barikiwa kuwa mchungaji. Tarehe 18 mwezi wa sita mwaka 2000 alibarikiwa kuwa mchungaji. Na kituo chake cha kwanza cha kazi ni KKKT Mission ya Tabora ushirika wa Urambo. Tarehe 17 ya mwezi wa 12 mwaka 1994 alifunga ndoa ya Kikristo na Bi Roda Manase Mwinuka. Katika ndoa yao wamejaliwa watoto watano wa kike watatu na wa kiume wawili. E Baba nishike, nishike mkono, e Bwana usiniache, mwanao nikapotea, nishike. Katika utumishi wenu mmepata baraka nyingi, lakini pia mmepata changamoto na upia pia mara nyingine mlikumbana na maswala mazito na ugumu wa mazingira mlipokuwa mnatetea kweli ya Injili. Mara nyingi mlijitoa kwa hali na mali kwa ajili ya kazi ya Bwana. Nawakumbusha kwamba bado dayosisi hii, jimbo na sharika tunazotunza kiroho, nasi sote pamoja tuna uhakika kwamba mtaendelea kuwa watumishi wema wa Kristo, tashauri na kuelekeza hata kupanga na kutekeleza ya usio imani, uchumi na huduma za huruma na za maendeleo kwa jamii. katika Yakobo 1:27 inasema, dini iliyo nzuri na yenye maana ni kuwajali yatima na wenye dhiki zao na wale walioko kwenye dhiki zao. Ombi langu tu kwa Mungu kwa ajili ya kanisa uwe udiakonia ambao unasemwa pale, patiwe nguvu ili hiyo nayo wewe injili, mmojawapo ya kuwaleta watu wa Yesu. Kwa hiyo ni mshukuru Mungu sana kwa kulea uchungaji na kulea watoto. Tunaomba tunapostafu, muendelee kutushika mkono na kututunza, kwa sababu najua ishazeeka, changamoto zinakuwa nyingi. Basi katika changamoto hizo Naomba mzito wache. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana babaaa, baba, waskofu, asante sana, wakatibu mkuu, asante washarika wote, maana yote tuliyo pita Tabora tunawashukuru sana, na Mungu wa mbinguni awabariki sana <todic> <todic> usiliache mwanao mkono, e Bwana, usiliache mwanao nikapotea. Nakutegemea wewe, niongoze Mungu wangu wa, nakutegemea wewe. Ninamshukuru Mungu kwa sababu watoto wote tulio katika familia yetu tunatumika katika madhabahu ya Mungu kwa namna tofauti tofauti tofauti. Ah, yupo dada yangu ambaye amekuwa na nafasi mbalimbali za uongozi katika kanisa la Mungu, lakini mimi pia ni mwimbaji, ni mwinjilisti katika uimbaji. Wadogo zangu pia ni wainjilisti, ni waimbaji, na tunaamini Mungu akitupa neema basi, huko mbele tunaweza kuingia pia katika madhabahu ya Mungu kwa namna ya utumishi wa kichungaji au wa kiinjilisti kwa namna Mungu atakavyotupa neema. Mwanao nikapotea na kutegemea wewe.